kushukuru rais wetu William Samuel Ruto, raisi Ruto, wakati nilimpigia simu, alirispondi kukucha kwa hii mchezo haraka iwezekanavyo. Alirispond atakucha, lakini hii vitu mimi sipendi kudanganya, hata kama sijaambiwa vizuri kwa nini rais hakukuja, na alikuwa amerespond kukuja, hata wakisema kazi ilitokezea? E, mimi kuna watu kuna watu kuna watu, hata leo hata jana, kuanzia jana wamemsumbua rais kumwambia ya kwamba e, Waluke E, anakuita namna gani angepitia kwa sisi? Eh, ndio we, Waluke wewe, nipitie kwa hawa ndio waambie rais akuje hapa? Kwani hawa wakati niliomba kura ya nyinyi nili, niliuliza ruhusa kwa hawa? Si nyinyi mliniliomba kura kwenyu? Kwa nini iwe vitina, wakisema ati oh ati hata hatujajua hatujajua e, Waluke ajajulisha sisi kazi yao ni kutembea na vitina na uongo na propaganda kila mahali. Rais William Ruto ni ya kila mtu, hata mwananchi mtoko kama kama, na ndio kusudi tunapenda ye, si ati kusema ati hawa ati wao wakubwa. Eh, wewe ni mkubwa, ndio tunakujua wewe ni mkubwa, lakini pia wenzako pia heshima yao. Mimi nikipiga simu niongee ama niende Ikulu niongee na rais. Niko na uwezo kama mpunge ambaye chakuliwa na hawa watu hawa, hawa, hawa. Kii sikusema ati mtu anapeleka huko ati waruke, hey, Waluke kwa nini unaenda kwake? hey, unaenda sirishana, sisi hatuchachua. Kwani unajua wewe ndio ulipewa mimi ruhusa ya kupewa kura? Hiyo kitu ndiye narutisha watu ya Western nyuma mambo ya uwivu, mambo ya ukora, mambo ya propaganda, mambo ya kutotakia wengine, mambo ya kuchiona na kukula peke yao. Hiyo ndio kitu mimi naweza sema. Hata Waisraisi alikubali kukuja, na hata vile tunaona hivi magari hisilo zimekuwa hapa sote, mpaka wapishi mpaka nani askari mia tano waliletwa kwa boma yangu, wamekuja 500 soldiers kwa boma. Walikuja kwa ajili ya rais, wakukuwa nakuja kwa ajili ya mimi. Hata nyumba tumetolewa kwa kupanga, president yapangiwe mahali gani anakaa mahali gani anakulia. Haiwezi kuwa baadaye ati rais haiwezi kuja hapa. mimi hapo nimekasirika sana, na na jamii ya Waluya, sisi leaders wala ambao tuko nao Bungoma hii. Viongozi ambao tuko nao Bungoma hii siyo po viongozi sawa sawa, siyo viongozi wazuri. Na mimi sitakosa kusema, sitaokopa mtu. Mimi naokopa mwananchi ambaye alinipea kura, ndio mimi naokopa peke yake na si hatu ukipewa cheo unapewa cheo ya kunyanyasa watu wengine. Iyo cheo itumie kwa kulinda inji, tumia wananchi wa Kenya wote na kwa heshima. Wengine hata wameangusha kaunti yetu, wengine hata wameibia kaunti ya Bungoma. Watoto wetu wanakaa kama fukara hawana chochote kwa ajili yao.